Wakati huu ni wakati wa Captain Ucho Awesu, Ali Awesu kiungo wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, naye sasa anawasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, safari ni kwenda pengine kambini tayari kwa maandalizi ya kuelekea kwenye mchezo unaofuata. Wamepoteza magoli mawili kwa sifuri katika mchezo uliopita. Wamesema hii tunavuka sasa hii tunavuka. Wanavukaje? ni maandalizi yaanze sasa kuelekea kwenye mchezo huo ambao wana Simba wana matumaini na kikosi hicho. Muda huu ni zamu ya mtoto wa maajabu ladaki Juma Ki, uh, wa Chasambi kiungo mshambuliaji wa kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba zisimba. ama winga wa kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba, naye anawasili kutokea kule nchini Misri katika mji wa Ismailia, tayari kuwasili Dar es Salaam, kuelekea kwenye maandalizi yanayofuata ya mchezo wao dhidi ya Almasiri, kumbuka wamepoteza magoli mawili katika mchezo uliopita, lakini sasa ni nafasi ya kuelekea kwenye mchezo mwingine ambao Dar es Salaam na Wanasimba wanaimani na wao wa Tanzania wanaamini katika tanuri la moto Benjamin Mkapa Lunyasi pengine hajawahi kushindwa na chochote. Itakuwaje mbele ya Mwarabu Almasri, mfadhili wa zamani wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, ambaye kwa sasa ni miongoni mwa watu wakubwa ambao wanaifuatilia zaidi Simba. <coughs> Nam, naam wale wenye mamlaka na benchi la ufundi wenye usimamizi, kama ambavyo unashuhudia msafara wa wachezaji wa Simba, lakini pia benchi la ufundi unashuhudia hivyo. Aliyeko mbele ni Lionel Cristian Ateba, zungumzwa sana kulingana na nafasi ambazo walikosa kwenye mchezo ule, lakini shamo shamokraba okejefa, kama ambavyo unashuhudia pia hivyo wakiwa wanatoka lakini afisa pia wa idara ya daktari lakini E, mwalimu wapikiwa uh, sambamba na Jean Shaza huwa kama ambavyo wanashuhudia hivyo wakiwa wanatoka hivi. Ni Simba Sports, wakiwa wanaasili kutokea kule nchini Misri baada ya kupoteza kwa magoli mawili kwa sifuri, na tayari kwenye maandalizi ya kuelekea kwenye mchezo unaofuata ambao watacheza uh, Dar es Salaam dhidi ya kikosi cha Almasri. Kumbuka walipoteza magoli mawili kwa sifuri, wanatakiwa kupata matokeo Eh, magoli matatu kwa sifuri ili waweze kufuzu ama la, wapate magoli mawili na baada ya hapo, mikwaju ya penati iweze kuwasogeza mbele. Huyu ni eh, Musa Pinpin Kamara akiwa sambamba na Deborah Fernandez Mavambo kama ambavyo unawashuhudia hivyo wakiwa wanatoka hapa airport. Fabrice Ngoma sambamba na Mpanzu na yeye pia, kama ambavyo unashuhudia hivyo kibisawala Uh, nao pia wakiwa wamewasili kutokea kule nchini Misri tayari kuelekea kwenye mchezo kwenye maandalizi ya mchezo unaofuata ambao unatarajiwa kucheza tarehe tisa yeah. Nashuhudia pia wanatoka hapo Abeli mpishi. Uh, lakini pia unamshuhudia mwalimu Suleiman Matola, lakini pia Spia Junior Hamza Duchu kama ambavyo unashuhudia hivyo wakiwa wanatoka, lakini pia kama ambavyo unamshuhudia uh, bwana Budo Ae, kama ambavyo unamshuhudia lakini Steve Deze Mukwala kama ambavyo unamshuhudia pia na Valente Noma wakiwa wanatoka, tayari wamesha kuwasili klabu ya Simba Dar es Salaam. Hakuna muda wa kupoteza, maandalizi ni kuelekea kwenye mchezo unaofuata baina yao na Kosti Al Masry katika uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Wakati huu inawasili mashine ya kuongea semaji la kimataifa, semaji la CAF katika ile kauli ya kugawa utamu. Kwa mara ya kwanza msimu huu Simba Sports wamegawa utamu kule nchini Misri kama ambavyo unamshuhudia hivyo.